Kimm Media. Endapo mtatuchagua tarehe 29, wakinamama wakibahatika kupata ujauzito hawatashikwa fedha wakati wa kujifungua, lakini tunawaomba wakina mama, mwende mkatuchague ili maiti zenu hospitali zisishikwe fedha. Mimi nakwenda kupiga marufuku bei ya maiti katika hospitali za serikali. Nendeni mkanipigie kura, ndiyo rais tuweze kutumia rasilimali za taifa kwa ajili ya maisha yenu. Nchi yetu ina dhahabu, ina madini, ina almasi ina tanza naiti lakini madini yote hayo hayawasaidii Watanzania. Nendeni mkanipigie kura, kuweza kutumia rasilimali za taifa kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania. Tunakwenda kuwatibia bure bila malipo, na dawa zitakuwepo hospitali wakati wote. Tunakwenda kuwasomesha vijana wenu elimu ya wenu Kwa hiyo nakuombeni tarehe 29 nendeni kwenye mituo wa kupiga kura kwenda kumchagua Doyo Hassan Doyo, kijana wa kizigua kutoka Tanga. Mimi nimezaliwa Tanga, nimekuja Unyamwezini kwa baba zangu au wanangu nimekuja kwa ndugu zangu Tabora, ili mkanipigie kura niweze kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Maisha yamekuwa ni magumu, kila siku inakuwa afadhali ya jana. Lakini wakina mama, ni wahidi, mikopo yenu ya asilimia kumi tunakwenda kuiongeza inakuwa asilimia arobaini mnakopeshwa bila riba tunakwenda kuwakopesha wakinamama na vijana mikopo ya halmashauri kutoka asilimia kumi kwenda asilimia arobaini na tunawakopesha bila ya riba. Kwa hiyo wakinamama na vijana vipangeni, nikiwa raisi, nikiwa raisi, tunakwenda kuwawezesha wakinamama na vijana kuwapa mikopo isiyokuwa na riba tumejipanga kuongoza serikali, tutatumia rasilimali za taifa kuwasaidia Watanzania. Tafadhali usisahau kusubscribe kulike, kushare na kukoment ili weo kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.